Katika hali ya kawaida tusije tukasema kwamba wale ambao wanastahili kusali rozali kwamba ni wanautume wa Fatima au waleji wa Maria. Kimsingi ni kila Mkristu mbatizwa ujifunze namna mbalimbali mbali. Ujifunze kutambua na kung'amua siri ya rozari ina vitu vizuri sana ndiyo maana hata wakati mwingine naweza ukawa na mgonjwa ambayo mama bikira maria ni salama ya wagonjwa hata mnapofika hatua ya kusema kwamba tunamwita pade kwa ajili ya mpako wa wagonjwa mkae hapo mkiwa mnasali rozari Musianze. Wengine hali ni mbaya, labda mgonjwa yuko mahututi, mnamwita padri, halafu mnakutana, tunakutana wengine na machozi, yuko analia, e mtu wacho alafuye umuntu wacho ahawela. Lakini tumuombe mama Bikira Maria ambaye ni muombezi wetu. Ni shida ni kwamba wakristo wa katoliki hatutambui nafasi ya mama Bikira Maria. Ndiyo maana unakuta kuna makundi mengine yanaibuka humu katikati, wanasema salamu Maria hiyo sala haina nafasi, imepitwa na wakati. Hapana, hapana, mama Bikira Maria ana nafasi. Kwa hiyo tuendelee kutambua nafasi ya mama Bikira Maria ndiyo maana katika kanisa Katoliki kama wanavyosema kwamba wewe iwe Petro na juu ya mwamba huu italijenga kanisa langu. Piga ufanyavyo piga, galagaza katika vyote, kanisa hili huwezi ukavunja ngome. Iliyowekwa na wanaolisimamia ni Yesu mwenyewe pamoja na Mama Bikira Maria ni nani kama mama? Tunapokuwa na shida, wewe na mimi, hata kama wengine umri tumekuwa ni mkubwa, tumezeeka, lakini mara nyingi tunapokuwa na shida mtu wa kwanza kumwambia ni nani? Mama. Ni mama, na mama anapeleka ujumbe kwa baba. Ndiyo maana tunaposali kupitia mama Bikira Maria anatufikishia ujumbe wake kwa mwanaye, na mwanaye tena anasikia Baba hawa wanaomba hebu, kutokana na imani yao, kutokana na moyo wake, kutokana namna ambavyo anasala na kuomba hebu kila nacho kiomba, mpatie zawadi, mpatie tuzo. Kumbe tuendelee kutambua nafasi ya Mama Bikira Maria. Tunaposali tunapata kwa maombezi yake, tunapotia kwake, basi na yeye anayafikisha kwa mwanaye, na yeye tunayohitaji tunapata tunabarikiwa. Tuendelee kutambua umuhimu wa kipindi hiki cha Kwaresima, kwamba ni kipindi cha metanoia, ni kipindi cha kufanya mabadiliko ya kiroho, ni kipindi cha kujikatalia, kujinyima, kujitesa na kufanya mabadiliko ya kiroho, kwamba katika kipindi hiki cha Kwaresima wewe ume, umepanga au umeazimia ni kitu gani cha kubadilika, kitu gani ubadili katika maisha ili uweze kumkaribia Mungu. Nawatakia dominika njema na baraka za Mungu ziendelee kukaa nanyi, lakini vilevile twendelee kumwomba mama Bikira Maria aweze kufikia sala zetu na maombi yetu kwa mwanayo. Asanteni sana.